unatazama Uvira News TV. Asante. Kutumika kwa upatanishi na kuishi pamoja kwa umoja na kupiganisha ukabila kizuizi cha maendeleo ya Uvira, ni kati ya pendekezo zilizotolewa kwa almashauri ya vijana mjini wakati wa majadiliano na vijana wa vuguvugu vugu la raia na shirika la raia hii Jumanne Aprili ishirini na mbili mwaka elfu mbili ishirini na tano ndani ya ofisi ya almashauri ya vijana pa Uvira. Isa Mustafa, msimamizi wa shauri la vijana mjini Uvira, amewaeleza vijana wapatikanao ndani ya vuguvugu ya raia shirika za raia kuhamasisha raia kuhusu kuishi kwa pamoja na kupiganisha mbali ukabila. Lengo kubwa ni baada ya sisi kuchaguliwa tulisema kuwa kama hatuwezi kufanya kutoa plani yetu ya, ya matumikio kwa sababu sisi tulichagua kwa ajili, tulichaguliwa kwa ajili ya vijana. Na ili tutumikie vijana inabidi tusikie mawazo ya vijana kwenye sekta zote. Ndio maana siku ya leo tuliita hii vuguvugu za shirika za kiraia kwa ajili ya kuweza kutupatia ya fikra yao. Ufanye nini sisi wa vijana kwa kuweza kufikisha malalamiko zao kwa serikali. Wametuambia kwamba kitu kikubwa ni communication, tunaweza kusema ni habari, kuifikisha habari. Haifikishwi vizuri, wanasema, baadhi ya viongozi wa vijana kwa kufikisha habari hawahusishi, hawaitishi hawa vijana kwa kufanya vikao mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwapatia nini ile habari ambayo inatoka kwa wakubwa mara nyingi sana unakuta zile habari wanazipana kwenye vilio. Wanasema sio njia tu mojawapo ya kufikisha habari kwenye vilio. Wajikaze sana kwa kufanya, kwa kufanya marenyo ama vikao sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufikishia vijana habari ambazo zinatoka kwa, kwa wakubwa. Wenyewe wamesema kwa kama katika njia nyingine, wanaona kama Uvira imeharibika ni kwa ajili ya ukabila ukabila unakuwa ni mwingi, makazi yote nakuwa kila mtu anapenda kabila yake ndio ipate kazi kwao. Wameweza kuniomba niweze kufanya ile shirika ambayo unasema, uh, Barza Intercommunautaire de la Jeunesse. Ile barza inaweza katusaidia kuchukua makabila zote mbalimbali mbali za vijana wao sehemu moja baada kuna, ku, ku, ku, kuonekana tu suala la ukabila. Ile barza inaweza kutusaidia kuchekechua na kukataza ile hali ya ukabila. Wito wangu ambao mimi nawaambia wale ambao waliweza kuja kutembelea, si wametusikia mawazo yetu, ni kwa ajili ya kukusanya watu wote na kuchukua fikra yao vilevile vile. wameweza kusikia maneno ambayo inatoka kwetu. Tunaomba ile ambayo tunasema kwezo social, na ile ambayo tunasema la bonne gouvernance participatif, na wenyewe waipeleke kwenye makata yote, waipeleke kwa watu wao kuambia kama de la jeunesse inaomba kutumika na watu wote kwa ajili ya umoja na maendeleo ya mji wetu wa Uvira. Kwa upande wake Emmanuel Abedi, mratibu mjini wa vuguvugu la raia machozi ya raia, ameeleza ya kwamba ukosefu wa kazi, pia ukabila ndiyo chanzo ya usalama mdogo. Nafikiri ya kwamba tutasema kwanza asante kwa hiyo halmashauri ya vijana wa mji wa Uvira kwa hiyo wazo nzuri ambao wametoa ya kuhamasisha vijana kulingana na kwa kuishi kwa pamoja kulingana mba mba mba. Tunashukuru kwa sababu tumepata mwaliko na tunaendelea kwanza kubankuraje na waza ya kuwa matante au ma, ma, magojeleo ni mengi sana, ambayo wawezi yote semekana kwenye media, ila najua kuna kuwa buku ambayo tumereserve ambayo itaenda kwa wakubwa, ili kwamba zile malalamiko ambazo wavijana wetu wanaendelea kukumbana nazo wapa, zipate suluhisho kutoka na kwa, kwa ngazi za juu. bo mulile buku ni mawazo wa vijana kulingana kwanza na umasikini, ukosefu wa kazi. Tatizo lingine ya pili e, role ama kazi ya, ya, ya kijana mwakati kama huu wa vita e, pia kuleta ile miradi ambayo inaweza kuwasaidia ili wawe wanapata ile pato kidogo kulingana na haya matatizo, pia kuhusu, kuhusu mambo ya ukabila mambo ya ukabila leo inatuma hata vijana wengi wanakosa hata makazi. Kunakuwa sisteme ya kukamata batu benye kuwa wa kabila fulani a, bengine banabakia. Maana kuna kwa mambo mbalimbali ambayo e, tumezungumzia ndani, na inaweza kuleta matunda huko mbeleni, kama wakuu viongozi wanaisikiliza na kuleta majibu yanayostahili. Kwa hayo unatazama Uvira News TV, asante.